Habari hizo sitaki kusikia. Mimi nahitaji malipo yangu sasa hivi, ni muda wangu wa kupokea. Nyinyi mnakuwa kiherehere wa kwanza kupokea, mimi haka nimekaa zangu kimya. Sasa hivi nyie mmesha maliza mnakuja zangu yangu, nataka ninasema, sitaki kusikia na ipoti anaisha kata jamani, ah nawe paka choka bwana, paka unatupita puta kwa midai unatimipanya si mipaka ni nini, nini? lakini jamani, we Bakapipi, umeona Kapipi huku uh? muda wote bado wajinyoa hizo nywele, na wewe nawe hizo nywele sasa zimekuwa nini jamani? hebu tupishe jamani, na mtoto kaenda wapi? Kapipi. Ka pipi. Maa, na kuja mama, ananiita. We, ka pipi! Mtoto jamani, hebu muone kwanza, kaone kalivyo kafupi. Nalete vocha kanunue nyanya eh, nyanya akuchagulie mbichi mbichi za kutengenezea kachumbari, sawa eh? Vocha ya buku hapo, nalete hiyo, ndo la msingi, usisahau sawa, eh? Unasema umesikia mwanangu, anaenda. Ay. Mtoto pole pole jamani. Vocha 1000. Uh -huh. Fanya masiala voda njani nataka rudnataka baba ubabaifu mimi aka washindwe huko yaani mimi nikae nasubiria najua mimi napokea pesa tena kimeenda kimerudi nitafute ntafute vocha haya umesharudi mababa umekumbuka baba, eh? baba sele baba nani kasemaje? babadav kasemaje? Ha, tafuta vocha. Umekuja naye kwanza? Aha, vocha unawalete, hiyo vocha tayari. Kuna kijola hapa 30